Ba baada ya Ramadhani tunaelekea katika harakati za kampeni ndiyo. Mwenyezi Mungu akutujalia hapo mbele mwezi wa kumi ni uchaguzi mm -hmm. Tunachoomba inshallah kama viongozi wetu wakuu wa nchi hii mm -hmm. Tunaomba sana hali ya usalama na amani mm -hmm. Sisi hatukuzoea zogo wala vita wa Pemba mm -hmm. Na Wazanzibari tunaomba sana, mheshimiwa, ombi langu ulichukue, ulipokee katika hali ya usalama na amani. Hakuna anayetaka vurugu, ni kweli. Hakuna anayetaka fujo, ni kweli lakini ikiwa fujo ukiandaa, mm. Utakuwa kama vile kuku umemfungia, ume, ume ndani, hata ukimposa vipi. hakuna mtu anayetaka awe kama kuku. Ni kweli. kila mtu anataka awe na hadhi yake na heshima yake yeah. ya kibinadamu. Sasa hiyo ndo inayotafutwa tu yeah. tunayosema sisi ni kwamba tunachotafuta ni kile watu wanachokitaka. watu wanachokitaka we unaweza kuwa unataka chako, lakini muhimu sisi kama viongozi na hasa Waislamu. Sasa, kazi yetu kubwa kutafuta watu na chenye maslaha na si maslaha ya siku moja. Ndiyo. maslaha ya siku nyingi na mustakabala mzima wa nchi yetu. Ndiyo. Na jambo kubwa katika mm, nchi ni haki Ndiyo. hakuna hata mmoja atakayepewa haki yake akafanya vurugu. hakuna hata mmoja atakayepewa haki yake akatamani aliyempa haki ya ondoke huyo, atakuwa mwenda wazimu sana mm. Na watu wetu wazuri, kwa hilo shahidi. Nimesimama kama mwana Majenzi, kama mwana wa Kwale, mwana wa Micheweni kwa ujumla, kwa sababu madhumuni ya kuitana ilikuwa ni eh, kuungana pamoja sisi ambao tuko pamoja katika Eh, mtaa huu katika shehia hii katika wilaya hii, tumshukuru kwa ujumla Mwenyezi Mungu kwa kutupa fadhila hii ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hakika ni ukumbusho mkubwa, kwa hakika ni darasa kubwa sana. Darasa ya kwamba binadamu aende alafu arudi nyuma akijiangalia yale ambayo amekosa. Lakini pia kikubwa sote, mbali ya kuwa wana wa kijiji, wana wa familia, lakini sisi ni wana wa nchi kwa pamoja. Kwa umoja wetu, sisi ni wana wa nchi na kila mmoja wetu anataka nchi yetu ya itulie. Ni katika utulivu ndio kunakozalika neema e, ni katika mshikamano ndio kunakozalikana neema e. Kwa hivyo kila mtu naamini anataka nchi yetu tulie, basi tuombe na tuiombee katika hasa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu itakuwa ni Ramadhani ya mwisho kabla hatujaingia kwenye uchaguzi mkuu unaokuja unaotukabili. Basi tuombe kwamba wale waliokuwa bado ibilisi kawashika, ya kwamba wao katika nchi wanaona kwamba muhimu kupata wao katika nchi wanaona kwamba walikuwa na jadi ni lazima wawe wao, lazima apate yeye mtu, basi Mwenyezi Mungu amjalia mnyooshe, kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anaeka, Mwenyezi Mungu ndiye anaye ondoa. E, lakini kikubwa zaidi ni kwamba nikukumbuka kwamba hili ni jambo la watu e, wapate fursa watu waamue E, jamani mwenzetu huyu anatufaa, huyu hatufai, isiwe sababu. Maana uchaguzi ni jambo la kutengeneza e, mkapanga safu tena wengine we, e, ili mpate kwenda kwenda mbele kwa vipimo vyenu nyinyi waliokuwa ni wana wa nchi. Kwa hivyo lakini, wapo wenzetu hawajafahamu hilo, wenzetu wengine bado hilo linawapa shida kulifahamu. Kwa hivyo inshallah inshaallah tu, tuombe katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwa baraka za mwezi huu, kwa fadhila nyingi alizoziteremsha mwezi huu katika mwezi huu, na kwa sababu katika mwezi huu dua nyingi hupokelewa, tuombe na inshallah Mwenyezi Mungu azitakabali, kwamba wenzetu waliokuwa bado hawajanyooka, hawajapata mwanga, hawajapata mwangaza wa kufanya mambo kwa niaba na kwa maslaha ya nchi basi insha Allah, Mwenyezi Mungu awanyoshe wafanye mambo, nyoyo zao zinyooke, uh, ili tutengeneze nchi yetu tupate kutoka katika kudamirika huku kukubwa tuliko nako, na Mwenyezi Mungu aturushie neema kwa sababu ya nia zetu, kwamba nazo zimebadilika. Kwa hiyo baada ya kusema mm hayo -hmm. insha Allah, mimi niwatakie saumu njema niwatakie inshallah, na sina hakika kama tutaonana kabla ya, lakini tuumalize vyema mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Mwenyezi Mungu atakabali dua zetu, atakabali amali zetu, na atakabali pia, atunyoshe na nia zetu, na atupe yale ambayo yamo katika dhamira zetu yaliokuwa ni mema kwa dunia. Mimi niseme la kwanza kwamba sisi tunapata muda mdogo sana wa kuwapitia waliokuwa wachache sana lakini nafahamu kwamba wapo wenzetu wenye mitihani mbalimbali ambao wanahitaji tuwapitie. Mi nitoe wito kwa viongozi wenzetu wote na sisi wenyewe, basi kadri inavyowezekana tuweze kuwapitia wenzetu, tuwajue shida zao, tushirikiane nao, hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini la pili ni kwamba sote tunajua kwamba hali za maisha kadri siku zinavyokwenda zinadamirika zaidi zinakuwa ngumu zaidi. Kwa hivyo mimi ni waombe sana kwamba kutoa si lazima ziwe elfu e, unaweza ukatoa moja na ikawa na fadhila kubwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu pengine kuliko atakayetoa milioni, maana ukitoa katika kukosa, basi kwa Mwenyezi Mungu ni jambo kubwa sana kwa hivyo tuhakikishe kwamba tuendeleze utamaduni wetu wa kwamba tusaidiane, ili bamvua hili tusilikose. Ili bamvua hili basi, Mwenyezi Mungu ajalie kwamba tufaidike nalo, tupate fadhila zake, na kwa kupata fadhila zake bila shaka Mwenyezi Mungu atatuondolea yale yaliyokuwa mazito, yale yaliyokuwa yana shida, na Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi katika kupata yale ambayo yatatupa unafuu.